Mchezo umetamatika na tumeishuhudia Tanzania wakiitoa nje kwa mbinde sana. Ndugu yangu, umetazama dakika 90 ni dakika za namna gani hasa kwa upande wako? Kwanza ni wapongeze wachezaji, nilipongeze benchi la ufundi na wote walioandaa hii mechi, wameiandaa vizuri. Lakini walioharibu hii mechi ni watu walioandaa waamuzi kuelekea mchezo wetu huu wa 16 bora. Sita bola hawa waliandaliwa wafuzu kwenda hatua ya robo fainali, lakini hawakuwa na timu ya kwenda hatua ya robo fainali. Ila binafsi niwaambie tu, kulu nafsi zalikalemauti, kila nafsi lazima itaonja mauti. Mashindano wameandaa wao Moroko, lakini nawaahidi kwenye hatua ya robo fainali hawatotoboa kwenda hatua ya nusu fainali. Tuza maneno yangu kwenye hatua ya robo fainali hawatotoboa kwenda hatua ya nusu fainali. Hapo ndio mwisho wao, kwa sababu leo wamebebwa na kupakatwa. Maana kuna kubebwa, afu na kupakatwa, akawekwa mgongoni, wakaonekana mgongo unauma, wakawekwa kifuani ili wanyonyeshwe. Wale leo wamenyonyeshwa. Haiwezekani, viongozi wa kafu wapo, viongozi wa dunia wapo, wanaangalia madudu kama yale. Leo tuna kapteni Mbwana Samata anashuhudia tukio kubwa kama lile, anashindwa kushindikiza kwenda kwenye veiara. Wanashindikiza benchi la ufundi mpaka wanapewa kadi za njano yeye, yeah, anashindwa kushindikiza kama kapteni wa Tanzania. Ametuangusha leo, angeshindikiza ongeenda kuangalia kwenye veiara na angeshinda, angetoa timu. Wameweka veiara pale sio ije watu waangalie basenema, wameweka veiara yende katotua ma maamuzi tata sasa kama Veyala inakuja na inashindwa kwenda kuhukumu waamuzi tatu. Ina muhimu gani akuepo Veyala? Maana kibora Veyala singe kuepo, wangeweka tu kawaida, likipigwa goli hata kule limetoka kwenye chaki. Weka kati. Ilikuwa sawa tu. Lakini kama ameweka Veyala iende kaleta suluhisho. Leo Veyala ipo, inashindwaje kwenda kuleta suluhisho? Usiangalie imebaki sekunde tano wala kumi. Weka tuta. Ilikuwa tuta dhahiri shahiri. Lakini kwa sababu wamepakatwa na kubebwa, waache waende hiyo watu finali washa kwenda. Lakini na waahidi, hawatotoboa kwenda nusu finali. Mwisho wao ni hapo hapo pamoja wenyeji, lakini hawabebi kombe. Walivyobeba kombe la chani basi wanajua na ili watabeba ile chani hii AFCON watambue ni vitu viwili watambu, tofauti fit haijalishwi na wachezaji kutoka sijui Ubelgiji, wana wachezaji kutoka sijui wapi huko Barcelona sijui Real Madrid, si wana wachezaji kutoka sijui Manchester? Sio dawa. Sisi wachezaji wetu wengi ni local player, lakini wameonyesha uwezo uwanjani na wamefanikiwa kuipambania ile mechi. Lakini wao kubebwa na kupakata ndio kuwapeleka robo finali. Wenyewe wanaona aibu yao, leo imewahukumu ile ni aibu imewahukumu, lakini hawakucheza mpira wote wa kuweza wao kwenda hatua ile pamoja. Ukiangalia umiliki wa mpira wao wameongoza, lakini uwezo wa timu yetu ya Tanzania ulikuwa mkubwa kuliko wao, kwa sababu ukiangalia nafasi tulizopata sisi ilikuwa nyingi za wazi kuliko wao walizopata. Wamepata nafasi kumi na mbili, lakini tumepata nafasi nne, lakini mbili zilikuwa za umuhimu wa kuweka kambani mapema. Na ile kipindi cha pili tungetulia saizi, pengine haya yote tusingezungumza. Lakini yote kwa yote, waamuzi katumaliza siku ya leo. Wengi walikuwa hawafikiri kama tungeonesha kiwango bora kama tulichokionyesha hii leo. Wengine unawaambia no nini ambao wanaikatia tamaa y timu yetu ya taifa ya Tanzania? Niwaambie tu mpira sasa hivi ni digitali, tunachezwa unaonekana, auchezwi chumbani, auchezwi sebleni, unachezwa uwanjani. Kila mmoja anaona timu jinsi gani inavyopambana. Kikubwa tuambie tu mashabiki, tusapoti timu yetu ya taifa. Mashindano yanayofuata yatakuwa nyumbani hapa Tanzania, tuna host sisi na Kenya na Uganda. Tupambane, tuhakikishe kwamba tunafika hatua kubwa zaidi. Kama viongozi wa KAFU na FIFA wapo kushuhudia haya mashindano kwenye hatua hizi na tunanyanyaswa kiasi kama kile, tukija nyumbani tuhakikishe VAR hata ikiwepo. basi weke kafungiwe kabati na nahakikisha kama tutabebwa na kupakatwa kwa mpira tuliocheza msimu huu, nahakikisha elfu mbili na ishirini na saba Tanzania inaenda kubeba ubingwa wa Afcon kwa mara ya kwanza. elfu mbili na ishirini na saba tunaenda kubeba ubingwa wa Afcon kama mwenyeji anapakatwa namna hii, bali sio kubebwa, anapakatwa kinamna hii, tunaenda kubeba ubingwa kwa sababu mizizi tunayo Sawa, vitabu tunavyo, tunguri tunazo, tunashindwaje kutoboa? Na huko nyumbani wanatoboa vipi? vaiala sinafungiwa kabatini, kama leo haifanyi kazi manake lizimua vyeiala. Mwamuzi anasema dakika zimeisha, dakika zimeisha, 90 zimekamilika, weka pale, mtu anasukuma namna hii, hiyo imekuwa mieleka anakelewa akukapo na football kulikuwa na mieleka kama mieleka, nasi tutaiweza. elfu mbili na ishirini na saba tukutane, lupaso aishi mpaka aishe, lakini na wao hawatoboi hapa. Ndio mwisho wao, robo fainali ndio mwisho wao wenyeji, hey, watawapa watu wengine nafasi kwenda kubeba ubingwa kwa timu ile. Ukabeba ubingwa nafasi kumi na mbili goli moja, hey, lapapatupapatu na hili Muhammad Bajabiri jana umemuona? ndugu yangu, nimemwona mwendelezo wake, muendelezo wake. 2025 tachi ya kwanza kaenda kambani, 2026 2 tachi ya pili kaenda kambani na alikosa mbili za wazi. Kwa hiyo naamini Bajabiri ni mwiba wa mchungu kuelekea tarehe moja mwezi wa tatu 2026. 2026 wajipange wapenzani. Kuna nini? Kuna dabi ya Kariakoo ili hatuchezi mwaka huu, atacheza tu hata kwa kufunikwa gunia, watacheza tu. Mimi nakwambiaje? Mwaka huu atacheza hata kwa kufunikwa gunia, lazima wacheze watake wastake lazima wacheze. Wana vizee vao vimewapanga kwa ajili ya kuwapa injari wachezaji wetu. Taarifa zao tunazo, uwezo tunao na nia tunayo. Wachezaji tushajua wapi kwa kwenda kuwatibu, wajiandae na wao kwa, kwa kupata injari. Chama mnamtaka mwone mapinduzi Hay wao wakiona inafaa wampeleke Mapinduzi. Mbona wenzetu wamewapeleka wachezaji wao kutoka Singida Mapinduzi, wamewatoa kwenye kabati wamepeleka Mapinduzi. Na sisi kama inaonekana huyu yupo kwenye kinyang'anyiro apelekwe akaonyeshe shoo zake kwenye Mapinduzi kule yeah. Sawa, Stephen Baka anataka kuona timu yake ya kwenda nayo kwenye Champions League, anaionaje jeshi letu linajejea, wanaenda kuungana nao kuelekea mechi inayofuata. Nadhani mechi ya pili wataikosa, ila mechi ya tatu wachezaji wote waliokuwa Moroko zuruma ya Moroko tunaenda kuilipa wapi kule nyuwa amani Zanzibar, nahakikisha wowote anaokutana na Tanzania, anaokutana na Simba Sports kwa sasa, shughuli yake lazima iwe freshi kwao. Naamini mina, binafsi wachezaji wametoka kule wakiwa salama na watarejea Tanzania wakiwa salama, kuhakikisha kwa kwamba bwana master kocha wetu Stehen Back anaenda kutafuta kikosi chake kuelekea kwenye NBC Premier League na kuelekea kwenye Champions League. Huu ni muda wake wa kwenda kupambana kuhakikisha anapata kikosi kilichokuwa bora na kwenda kupambana kwenye mashindano. Kwa hiyo naamini mimi kwangu sina shaka na wachezaji wa Simba ambao wametoka Moroko, na sina shaka na wachezaji wa Simba ambao tayari wapo kule nywamani Zanzibar. Nahakikisha tunachukua matokeo kila mechi tunaenda kukutana nayo sahizi. Asante sana.